Samahani mke wangu kwa sababu nimekushindisha njadi muda huu, usijali. Sijali mke wangu, ndo maisha mke wangu. Pole na kazi katu... Asante na wewe pia, pole na majukumu ya nyumbani kunisi. Acha tu, acha tu, acha, hamna shida, acha. Samahani mke wangu kwa sababu nimekushindisha njadi muda huu, hali kidogo leo ilikuwa tete. Nomba nisemee mke wangu Nimejitahidi kufanya juu chini, nimepata chochote kitu hapa, kwa naomba okay, ukipokea hiki pata elfu tano hapa, utangaa chochote kitu hapa mke wangu ili siweze kuweza kutumia, naomba unisamehe. Sijali mke wangu, ndo maisha. Wengine mwenyewe metokia kwenye mazingira ya maisha ya duni, hela ilikuwa kwa tabu, lakini bado namshukuru Mungu hata kwa hichi kidogo, sababu kuna siku nyingine tunalala njaa lakini leo hata hichi nashukuru, hata kwa hichi kidogo cha kupata, kwa sababu mm, wanaume wenye moyo kama wako ni wachache sana. Ingekuwa ni mwingine, ningeshinda njaa, lakini nashukuru. Pia hata mimi najivunia kwa kuwa na mke kama wewe, mke ambaye umejua thamani yangu, umejua kunithamini, unashukuru una hata kwa kidogo, umenivumilia kwa mengi. Angekuwa ni mwanamke mwingine, hadi muda huu kashaniacha, kashaenda kwenye chochote kitu mm. Mabosi ungekoshani achaki, unanivumilia kwa kila hali. Nakupenda mke wangu. Nakupenda pia wao. Wow. Basi nili kuache uendelee na kazi aa.